Mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo, Othman Masudi Othman na mwenyekiti wa chama cha Chadema, Tundu Lissu wanadaiwa kuzuiwa kuingia nchini Angola kushiriki mazungumzo ya jukwaa la demokrasia ya Afrika. Othman ambaye pia ni makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar, kwenye msafara wake ameambatana na kiongozi wa ACT Wazalendo, Dorothy Semo, waziri kivuli wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa, Dr. Nasra Nasor Omar na maofisa wengine wa chama hicho. Makamo mwenyekiti wa ACT Wazalendo Zanzibar, Ismail Jusa amesema kuwa Othman na msafara wake wamezuiwa kwenye uwanja wa ndege wa Luanda jijini Angola. Tayari ACT Wazalendo imetoa taarifa ya kulaani tukio hilo ililolita la udhalilishaji wa kiongozi huyo huku kamati yake ya uongozi ikikutana kwa dharura kujadili swala hilo ambalo mamlaka za Angola hazijajitokeza kulizungumzia. Wakati huo huo, Lissu ameandika kwenye ukurasa wake wa X, zamani kama Twitter, kuwa mamlaka za uhamiaji za Angola zimewazuia na kukataa kuwaruhusu ruhusu kuingia nchini humo, yeye pamoja na wajumbe zaidi ya viongozi wakuu ishirini na wawakilishi wa vyama vya siasa kutoka kusini mwa Afrika ambao waliwasili mapema leo kwa ajili ya mkutano huo wa siku mbili.